wa magharibi wana arkeolojia nawo na wana egyptolojia wa mwanzo waliotengeneza usomi wa Misri ya kale Egyptology, karne ya 18 mwishoni, baada ya kuwasili Misri kwa Mfaransa Kaisari napoleon Bonaparte mwaka 1798, kuliovutia Wafaransa wengi kuwasili Misri kujionea utukufu na masalia ya ufalme wa Misri ya kale. Kumbuka kuwa maarifa na historia ya dola ya misri ya kale ilikuwa imeshapotea malikali, na maandishi ya misri ya kale yalikuwa ni fumbo kubwa lililohitaji kuteguliwa. Fumbo hilo liliwafungulia milango wasomi wengi kutoka magharibi kuasili eneo la misri na kuanza kutafiti, kufukua na kuandika tena historia ya ufalme huo, tofauti na waandishi wa Kigiriki na Warumi ambao waliishi, waliandika na kushuhudia historia na ufalme wa misri ya kale kwa macho. Wasomi wa magharibi zama za ubepari capitalism hawakupata nafasi hiyo. Waliambulia mabaki na masalia na kuishia kuandika historia hiyo kwa makosa makubwa. Makosa hayo ambayo yalishinikizwa na falsafa za nyakati hizo kama ubaguzi wa rangi racism, na utukufu wa watu weupe white supremacy.